Kamishna wa kazi ndugu Kubingwa Mashaka Simba amewataka wamiliki wa vituo vya mafuta kuona umuhimu wa kuwapatia wafanyakazi wao elimu ya sheria za kazi ili kujikinga na majanga. Tujiunge na mwandishi wetu kwa taarifa zaidi. Ndugu Simba ametoa kauli hiyo wakati akifungua mafunzo ya wa siku nne yaliyoandaliwa na kamisheni ya kazi kwa ushirikiano na mashirika ya mafuta yaliyopo Zanzibar. Mafunzo hayo yaliyofanyika katika ukumbi wa kitengo cha malaria manakorekwe kilichopo wilaya ya Magharibi B. amesema mazingira ya kazi katika vituo vya mafuta ni hatarishi, hivyo waajiri watoe umuhimu wa kuwa na mpango endelevu kwa wafanyakazi wake kuwapatia elimu ya kujilinda na majanga hususan ya moto na namna ya kukabiliana nayo pale yanapojitokeza. Naambiwa kwamba sekta hii imeajiri karibu watu 339. Na kwa siyo idadi ndogo kwa sisi ambao tunasimamia masuala ya kazi na ajira. Sasa tuliona ni vyema katika mafunzo haya kuwashirikisha wenzetu vikosi vya zimamoto, ili na wao wapati fursa ya kuja kutusaidia pale kwa bahati mbaya itakapotokezea ajali ya moto, nyinyi kama watendaji katika vituo vyenu hatua gani? Ndugu Rashid Hamisi Afisa kazi aliwasilisha mada ya sheria za kazi Zanzibar ikihusisha haki na wajibu wa wafanyakazi na waajiri. Afisa wa usalama na afya kazini Bi Khadija Bakari aliwasilisha mada ya umuhimu wa usalama na afya kazini katika vituo vinavyohusiana na uuzaji wa nishati ya mafuta. Mratibu mkuu wa zimamoto ndugu Hilali Hamis alitoa mafunzo ya nadharia na ikiwemo aina ya moto na namna ya kuzima kwa kifaa husika, na alikamilisha mafunzo hayo kwa vitendo jinsi yes, ya uzimaji moto wa hususan petroli na kutokea, hata kama mnatakiwa wenyewe basi la lazima kujaribu kuzima moto, si hasara kuja na wakakuta ile jambo ushatatua, watarudi. Katika sehemu nyingi za kazi kuna vifaa mbalimbali ambavyo hutumika katika kudhibiti majanga makubwa yanapotokezea. Lakini swala la kujiuliza ni kuwa je, watu wana elimu ya kutosha katika u? Hivyo waajiri ni lazima wachukue jitihada za makusudi katika kuwapa mafunzo yanayohusu udhibiti wa majanga makubwa yanapotokezea sehemu za kazi. Nikiripoti Badria masuala